Watandale, kama sienda mbali, kuna katika Wasafi TV kuna program moja inaitwa Kwetu, inakuja muda si mrefu. Wakati nitazama ile program, ni program ambayo inahusu maisha yetu ya kihalisia ya Kiafrika kinyumbani. Kuna mama mmoja nilikuwa naangalia mimi, nilikuwa naita nakagua kile kipindi, nikamwona kuna mama moja msikina, Mungu ni mlemavu wa miguu, lakini anafanya kazi kama dereva wa bajaji, anafanya kazi kama dereva wa bajaji, ana mtoto na mazingira pia anayoishi ni magumu sana. Sasa wakati wananonesha, mimi nikaguye kile kipindi, lakini mimi akili zangu ilikuwa sehemu nyingine, kwa sababu mama nilimwangalia kwenye kipindi paka analia, kwa sababu sometimes eh, kuna kipindi aliyesemwa amepata paka ajali, lakini mwenye bajaji alikuwa anajali bajaji yake, sio yeye. Siku ya leo mimi namtunukia bajaji mpya. Siyo, yupo ameletwa, niomba mwalike. na sikumwambia nasikumwambia nimwambie wasimwambie hicho, lakini leo mama yangu ile bajaji sio kwa sehemu gani, bajaji ile pale ile bajaji thamani yake ni shilingi milioni saba na laki ngapi, kwasa milioni saba na laki mbili, lakini kwa sababu gani mpaka imewezekana leo kumpatia. Pengine asingekuwa ameamua kujitoa na kufanya kazi za bajaji, mimi nisingejua. Anaonesha ni mtu mwenye nia, ni kwamba kweli ana ulemavu miguu, lakini anaamini kabisa anaweza kufanya kazi na kazi anaofanya. Kumbuka natakiwa peleke mahesabu yeye mwenyewe pia na mtoto, mazingira anaoishi sio mazuri. Nikasema mimi baraka anazozipata ni kwa sababu ya wananchi, kwa sababu yenu nyinyi WCB, ni nyinyi. Nyinyi ndio mashabikia kazi zetu, mnatusapoti, tunapata riziki ndogo. Sasa riziki ukipata, unapeleka benki, benki waifanyie nini? Kidogo tunachokipata lazima tue na ndugu zetu. Mama anapanda Karibu sana. Mimi nisogea hapo hapo tu. <tipos> Aa, mama azungumze kidogo. Jamani, na furaha ya ajabu, siwezi hata kujielezea. Namshukuru kijana kwa kweli <laughs> kuzaa kunasaidia jamani <sighs> sina kusema jamani, nimeojiwa na watu wengi sana sana, lakini mtu huyu kanioji kwa siku chache, yaani mpaka jana napigiwa simu nifike eneo hili sijui, yaani mpaka sasa sijui, hii imekuwa ni surprise ya ajabu, sitei kuona <sighs> Sina cha kusema kaka, sina cha kusema mwanangu, japo sina uwezo kukuza, wa kukuzaa ulipotoa, Mungu akubariki. Na wengine jamani, wenye uwezo umwasaidie watu wengine. Asante babangu, nashukuru, asante, asante sana mama. Labda busalo angemsindikiza pale kwenye ah, nimpelekee huko. Samana

Mama, kwanza leo hii bajaji yako, na kama ulivyokuwa unafanya kazi kwa bidii, basi ukafanya kazi kwa bidii, najua itakusaidia pia, tatangia kwa pazuri pa na mtoto wako pia. Ulikuwa niona kwenye kipindi unasema kwamba wakati mwingine ulikuwa hata mtoto anaumwa na nini, afa natakiwa tena uende ofisini tena mda wa kukaa na mtoto na vitu kama hivyo. Nafikiri kuna namna moja nyingine, mimi mchango wangu kwako ni huu